Mimi kuonja vipande saba, sio kwamba watu wangu hawato kula au yeye ato kula hapana. Sema tu yule mwanaume ana gubu, mwanaume ana hivi. Kwanza wewe tu mtangazaji, mwenye akili timamu, wewe ni mwanaume, ushaona wapi mwanaume anaingilia mambo ya jikoni kwa mwanamke, amuhesabie nyama, amuhesabie sijui hiki, tule hiki? Yani yeye ni mwanaume, badala akae atafute pesa niletee mimi, kazi ukana hesabu nyama hivi? ni mwanaume kwa kamilika? Yani nimemvumilia kwa, yani kwa vingi Jamani, hata kama tuna maisha magumu hapana, sio kwa kula nyama wiki. Yani nyama kilo moja tule kwa wiki zima? Hapana, hayo yani hapana. Ni kweli alinunua na tulikata, ndio hivyo vipande. Kama unavyojua tuka jikoni, mwanamke kuonja ni kawaida, hmm? E, kuonja ni kawaida. Napika sumu pale mimi? Hapana. Kokuonja kile nyama ni kitu cha kawaida, na angalia imeiva, na angalia chumvi yeah. ni kweli nyama ulionja? Hey, ni kweli nyama nilionja ha hey, nilionja vipande saba. Ndiyo, nilionja vipande saba vya nyama hivyo, hata wewe kweli jamaa, nyama tunakula mara moja kwa mwezi. Imenitokea hii hapa, si kwetu. Unajua tunakula sana samaki, kwa hiyo nyama nimeipata hii hapa, nisionje jamani lakini sasa si mlihesabu kwamba mmekata vipande kumi na mbili kuna wewe kuna mtoto kuna watoto kuna mumeo mpo watu sita vipande kumi na mbili maana yake kila mtu vipande viwili viwili. unaonja vipande saba mamangu maana yake eh, kwamba watoto sasa tunauanja watoto hapana watotohapa hmm. <laughs> hatuwezi kuuwanja watoto hmm. mimi kuonja vipande saba sio kwamba wangu itu watoto wangu hawatokula au atokula hapana hmm. Sema tu yule mwanaume anagubu. Mwanaume hivi, kwanza wewe tu mtangazaji mwenye akili timamu, wewe ni mwanaume. Usho naapi mwanaume anaingilia mambo jikoni kwa mwanamke. Amhesabie nyama, amhesabie sijui hiki tule hiki. Yaani yeye ni mwanaume badala akae atafutie pesa aniletee mimi, kazi ukana hesabu nyama. Hivi ni mwanaume kamili wewe? Yaani nimemvumilia kwa vingi, wewe mwenyewe unaona. Kwanza yule hakuwa hadhi yangu. Hakuwa hadhi yako? Hakuwa hadhi yangu ni vie tu mimi na huruma nimemwonea huruma, huruma. Ukimwangalia yeye na mimi tuko sawa, hapa tu nimekaa chini nimeenea mkeka mzima, ukituangalia tuko sawa. Ina maana kijiko mtembezi akua hadhi yako? Hapana, kwa hadhi yangu nilimstili tu. Nashukuru ndani ya miaka kumi umemstili. Nimemstili, ndio mezana ya watoto wanne bado umemstili nimemstili. Yani, ukimwangalia tu, yani wewe muangalie tu yeye jinsi alivyo, na mimi mimi, yazi yake anafaa kuwa na mimi mtoto. Mimi nimeumbika, wewe kama unavyoniona kwenye mkeka nimeenea mm. Eh, hey. Yani mimi kwa sababu hata mtu aje chumbani kwetu, hmm. akute nimeanika nguo yangu ndani pale, anashtuka. Wewe eh, mtu anashtuka, nguo ya ndani anashtuka, ndio. Ila ya mtu kwanza uingie ndani kwake kutengua pale, imeanikwa ya maana mtu kwa hiyo ndani kuna mtu hmm. na mi nilikuwa mtu na nilimstili, mstili kwa staki anifuatilie fuatilie. Kwani kwani nyumbani wanasemaje baada ya kugiwa talaka? Waliongea japo waliongeongea, si unajua lakini, ila mi ndo nayeisha ile maisha nami ndo nayemjule mwanaume hmm. kwa niliwaambia, jamani, maisha ni yangu na maamuzi nimeshafanya hmm. kama talaka nimeipokea na dua nimefanya, na hapa ninapojiandaa nasubiri tu kuna deal fulani nalisikilizia, nikishapokea la mchezo hmm. Nafanya sheria talaka sheria kuachwa eh, mbona ipo leo nifanya sheria toka nimeachana naye, kwanza unaona, sasa hivi na na wili rangi siku mbili tu chapata nuru eh. hey. Baba, nilikuwa napitia msoto mimi eh, vingie tu sasa kwa DC hapa hmm. ila nilikuwa napitia ikaika wewe, unaona mimi nilikuwa nimepungua hapa kidogo, nimeongezeka rangi hivi mwanaume alikuwa anijali ku, anijali siji kuvaa nguo ya ndani mwanaume, aka yeye, kazi yake anajua tu kuja kunihesabia vinyama mimi. Aka. mm. Uli, ulifanya vile kuonja nyama vile vipande saba, kama kumkomoa hivi? Unajua nilifanya ni -choko, tu chokochoko tu, unajua kwa nikantafuta sababu. Mwisho wa siku lako limetimia, na nashukuru Mwenyezi Mungu, langu limetimia kweli. Mm. Mm. Unataka kuniambia swala la hii ndoa kurudi tena, tusahau Yaani nimeepuka kule kwenye moto. Hmm. Afadhali rudi kwenye moto. Ushasikia yapi? Siwezi. Yaani hata ashuke malaika hapa nipige magoti, hmm. Ule bwana simrudi. Eh? Eh. Hata ashuke malaika? Simrudi. Uchu lazima nyama kwa mwezi mara moja. Nisiwe nimeiona nyama hiyo nisionje. Nilipiga zangu supu kwenye bakuli, nijifurahisha, nikajiona mimi nipo hoteli kubwa ya kifahari. Ulikunywa na supu? Sasa utakanileka vukavu supu bakuli, na kandi mkono, na pilipili. Labda najua ndio kitu ambacho kimemkwaza, lazima. Kwani sasa ulimwambia kama ni moja nyama? Eh, kilichomuuma yeye yule. mm. mm. mm. Bwana hapo alipo, ukimwambia mara ya mwisho kunywa supu, yeye hajui ni lini. Kwa hiyo kusikia mimi nimejifaidisha pale na supu, lo, imemuuma imemkauka bwana yule analombaya, mchoyo. Hivi ni kweli hili swala la wewe kula vipande saba vya nyama, ama kuna lingine kubwa zaidi? Hakuna lingine hilo hilo swala la watoto malezi, sie baba yao atapambana. Watoto wamemwachia. sasa mi wa nini? Mimi nienda kwake na watoto, nilienda mwanangu, kama unavyoniona nilienda vivyo, watoto nimewapatia kwake. mm. Kwao mi kujipa mzigo yani, ile damu yake atahudumia.